Ndamcha <laughs> hebu ondoka kwenye wazo, turudi kwanza kwenye maneno wa Mungu. Jamani, ameni kanisa, haleluya, watakatifu wa mwana, jamani, haleluya wapenzi. Sasa siu kwa taabu, kwa maumivu, akaamua tuyakufanya na unajua, akifanya kitu cha kimungu, akajitokeza tu moyo lakini wengi ambao walitarajiwa wakagoma, hawakutokea tunaenda pamoja, ndio kazi kama ngumu mno, utawala wake ukapata shida mno. kete kama, kama mno na maeneo baadhi ukiacheka ungaya magumu mno, ndio Mungu anamwinua nabii Zakaria kumtia moyo Zerubabeli mfalme tunaweza kwenda pamoja sasa, jamani, tunaweza kwenda pamoja ndio. Mungu anamwinua nabii Zakaria kwenda kumtia moyo Zerubabeli mfalme angai, tunaenda pamoja sasa. Haleluya, nami ninaomba leo katika jina Yesu Kristo, wewe unayefanya kazi ya mwana kisawasawa Shina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, watakatifu. Kwa hiyo usichoke, Mungu akuinulie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, wapendwa jamani, amina kanisa la Bwana. Huyu Zerubabeli wakati amechoka, ndipo neno la Mungu linamjia Zekaria mwana wa Ido kumwambia Zakaria utasoma pale sura ya kwanza. Mungu alimuonyesha vitu mbalimbali, ninafahamu mbali alimuonyesha eh, mirija ile ni saba, alimuonyesha nini, mishumaa na vitu vitu kama sama baba kuli ya jamani, kuonesha asifiwe. Sasa tuache kwanza ule unabii, turudi kwenye hili neno, sawa eh. Mungu akamwambia Zekaria, unaona nini? Mungu akamwambia Zekaria, akamwambia ninaona moja mbili tatu. Mungu akamwambia nenda kamwambie hivi Zerubabeli si kwa nguvu zako naomba mpa nisome sasa maandiko hapo kuna mambo matatu natamani tuyaangalie alafu litungiza kwenye maombi naomba nisome yote sita Aaibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana Zerubabeli. Aaa, anapewa neno la Mungu kwa mfalme wake Zerubabeli aliyechoka, aliyekata tamaa neno la kwanza si kwa nini neno la kwanza si kwa nini Ehe. Wala si kwa nguvu. neno la pili si kwa nini kwa nguvu. si kwa nini Ehe. Bali ni kwa roho yangu neno la tatu bali kwa nini bali ni kwa roho nani Uh -huh. Asema Bwana wa majeshi. Uh -huh. Nani wewe mlima mkubwa, jambo ni nini? Mlima mkubwa mwesimama wapi, mbele ya utafanya nini? Utakuwa uauwa nchi tambarare. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuyayusha mlima uliosimama mbele yako. Mtakatifu, haleluya

ulivyo si kwa nguvu zako, si kwa uwezo wako wewe Zerubabeli. Mungu anafika aitai sana, lakini Mungu amwambia mchezo huu uwezi eonesa sedi sankabisa oneasii, si kwa uwezo wako, si kwa jitihada yako Watu wa Mungu, si kwa jesu ulivyo, si kwa sababu unajua. Hapana, ni kwa sababu ya uweza wa Mungu. Kuna vitu akili yako weza wako ni lazima utafika mwisho, na hapo unamhitaji tu Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Una mambo kwenye maisha yako, hata kama una experience, una mazoea, una uzoefu nayo, unayaweza. Lakini kuna mambo lazima takugomea tu, mpaka wa Mungu aingilie kati <coughs> <coughs> ni wewe, tuko pamoja wapenzi? jambo la pili anasema, siko nini, sikwa nguvu. Tafsiri yake ni nini? maana yake ni sikwa nguvu, sikwa si kwa supporters. Sawa eh, mara kwanza ilikuwa si kwa nguvu zako wewe, mara pili si kwa supporters wako, kama nitumeleona pamoja, eh, tumeleona watu wa Mungu, eh, unajua kati ya mwezo kufanya kazi ya Mungu kazi yani, kwa nini watu wengi wamesaidia wangetokea tu, ili ingewezekana. Kwa nini mjomba yupo yeye kwepo, mjomba mambo yanaenda sawa? Hapana, kuna mambo yatawezekana mjomba, wewe shangazi ya sio kwa sababu yako, sio jambo la pili, si kwa sababu ya wakuzungukao, si kwa sababu unasapota una connection. Hapana, kuna mambo hayatawezekana ni kaesu una watu una nani wanaokusapota. Kuna mambo yanamhitaji Roho ya Mungu peke yake. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ikueusha mlima Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana, watakatifu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Si kwa nguvu zako, lakini si kwa nguvu za wakusaini yao, hapana. Kanisa, tuko pamoja jamani? Mtakatifu, tuko pamoja, ateule tuko pamoja. A, nasema anayemtegemea mwanadamu <laughs> inasemaje jamani? Mungu atusalie kanisa la Bwana. wakati utawahitaji watu. Kuna wakati wewe mwenyewe unaweza ukajitosheleza, lakini naomba niseme pia kuna wakati wewe mwenyewe na wala watu hawawezi tena kukusaidia jamani, kuna limlima Ia, na hapo ndipo unajikuta mwanadamu unamhitaji tuko wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa mwenzetu Zakaria alifika kiwango hiko, yeye ni mfalme ana mkufu anaiki, lakini watu wamegoma tu, akajitaiwa akachoka kaisha. Watu wangapi tuko pamoja, takatika kanisa la Bwana? Wangapi tuko pamoja

Tuko pamoja wateule, tuko pamoja wateule, tuko pamoja watakatifu, pamoja jamani, haleluya tabisalamaa pabesa haleluya, watakatifu haleluya.

tamaa uku akanishangaza, akanishangaza kisha kuna baratari Wahindi, kuna nani sijui. Jamani, tuko pamoja

Ai, sasa naenda unaniwe mlima mkubwa mbele asdubaeli, kuna mlima gani huko mbele yako huo? Kwa roho wa Bwana peke yake ndio unaweza kuwatabarare, sio kwa uweza wako, sio kwa yako, sio kwa sapoti yako. Hapana jamani, okay? Watakatifu haleluya, wapo watakatifu, kanisa la Bwana kanisa la Bwana, wakati mwingine ni rahisi sana kutumainia watu au kutumainia vitu, tukaacha kutumaini Bwana namba ni kurudishe. Kuna wakati hivyo vitu vyako na hao watu wanaokuzunguka na vyovyote havitaweza. Kuna wakati unamhitaji Bwana peke yake, na ukikosa roho wa Bwana hiyo ni mlima nitasili kwa. Tunaelewana wapendwa, tunaelewana katika Bwana. Lakini leo niko kukwambia hivi, ni kwa roho mwana peke yake ndio mlima unaweza kuyanyuka. Jina la Bwana libarikiwe sana, haleluya. <tinyo> Kanisa <kili> Bwana <tinyo> watakatifu, haleluya. Wapendwa sasa, sijui ni mlima gani limesimama mbele yako. Haiyamkini umetumia sana ujanja wako, umetumia sana akili yako, haiyamkini umetumia sana hiki chako, umetumia sana sikunyinyi chako, halijamoka mlima Aina kitu mwenye kitu kuna huko, jamani, nitoe hapo, jamani, nisaidie, jamani, amoni na tazama, jamani, nichomwe ndio hapo, jamani, nikopeshe, aina kitu mwenye kitu kwa watu na hapo, alijachomoka nilima. Mimi nipo kukuambia asubuhi ya, ya e suya, leo ni kwa Mungu peke yake. Haleluya kanisa, haleluya watu wa Mungu, jamani, haleluya wapendwa watakatifu, haleluya, wangapi tunaenda pamoja?

ile vitunguu sana wapo ingiza tu kwa jina la Yesu Amen. Haleluya, Mungu atusaidie sana nikipindi sana tumekuwa applications za kimwili badala ya kiroho, na Mungu atuelewe sana kwenye hilo, sawa Kuita kwamba usimpambe pambe mume wako, hilo nalo ni jema, tena usiache kufanya fanya, hata kipuza wewe fanya, lakini mfano kuna mambo ya msingi yanayotakiwa kiroho zaidi kuliko ya kimwili. Jamani tumeelewa, watu wa ya ya Mungu, eh? Jamani tumeelewa na kanisa la Bwana, jamani tumeelewa na utakatifu wa Bwana. Naomba nikwambie hivi mpendwa, kama Roho wa Mungu yupo, hata maji ungeweka roho iko na mtuzimizi hayapo kwa ya namu Tunaenda pamoja kanisa la mwana, tunaenda pamoja. Wakati mwingine sina neno na tulifundisha kanisa, akitokea pige magoti sawa, atapiga magoti, lakini jamaa anaweza sibadilike. Hapo ndipo ekua tunamhitaji tugowa Bwana. Jina la mwana libarikiwe sana. Angapi tuko pamoja kanisa watakatifu, angapi tuko pamoja? Kwa hiyo yote afanye kwa jina la Yesu, na tunakuombea usiache kufanya

Nina mdogo wangu mtoto wa mamaangu mdogo, sawa, mtoto wa mamaangu mdogo kabisa, watatu kwa mamaangu, sawa. Jamani, hiyo kijana ana akili kweli kweli, ana akili hizo kutiliza, unamwongea anafanya kazi

kuchukuliwa haleluya! Kanisa la Bwana, amen. Ngapi tunaenda pamoja? Amen. Kanisa la Bwana, ngapi tunaenda pamoja? Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana amen. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe sana amen. Watakatifu, jina la Bwana libarikiwe sana amen. Si moja akanipigia ushauri akaniambia